Ukizungumzia kariakoo dabi ni unazungumzia Simba na Yanga, ambapo kwa Watanzania wengi na watu wengi walikuwa wakisubilia toka mwaka, miezi, mwezi, wiki, siku, na hatimaye bado ni masaa machache tu kufika kupigwa kwa mechi hiyo uwanja wa Benjamin Mkapa. Nikukaribisha tena mtazamaji wetu wa Habari Kiganjani, uwezo kupata matukio yanayojiri ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Na tukio ambalo linaendelea hivi sasa ni kuhusiana na tamko kwa umma lililotolewa na timu ya Simba Sport Club kutoshiriki mchezo huo siku ya leo. Taarifa kwa umma: Simba Sport Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa timu mgeni kwa mujibu wa kanuni kumi na saba arobaini na tano ya kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa wachezaji husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sitofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabamsa wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi.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 waliotoa timu ya Simba Sports Club. Hata hivyo, wakili msomi Bonifasi Mabukusi ameweza kuingilia kati swala hilo na kusema hata kama Simba imezuiwa kucheza, ilitakiwa ieleze imechukua hatua gani za kiuongozi kuwasiliana na wahusika baada ya kupuuzwa kwa maelekezo ya kamishna wa mchezo. Huwezi kutoa tamko kwa umma halafu unaacha maele, maelezo ya msingi na kuishi kusema haki imehifadhiwa ni kukosa umakini. Je, yeah, ninyi kama klabu mmechukua hatua zipi za kusisitiza haki zenu katika kutaarifu bodi la ligi au TFF? Uteaji wa taarifa kwa umma uendane na hadhi ya timu. Hata hivyo timu ya Yanga Africans imetoa taarifa nayo kwa umma ikisema kuwa uongozi wa Yanga African Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa Mjus mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC uliopanga kuchezwa leo tarehe nane mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano dhidi ya Simba Sports Club saa moja dakika 15 usiku upo pale pale na hakuna mabadiliko yoyote Young African Sports Club kama wenyeji wa mchezo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 wa Benjamin Mkapa kama inavyoeleza kwenye kanuni na hatutakuwa tayari kucheza mchezo huu siku nyingine tofauti na leo. Tunaalika uwanjani wanachama, mashabiki, wapenzi wa klabu yetu na wadau wengine waliosafiri kutoka mikoani nchi za jirani na sehemu mbalimbali duniani kote kushuhudia mchezo huu mkubwa barani Afrika. Imetolewa na mtendaji mkuu Andrew Mtine, Young African Sports Club. Nayo pia Tanzania Premier League Board imetoa taarifa kwa vyombo vya habari ikisema kuwa yahusu taarifa ya Simba Sports Club kuhusu mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya Yanga. Shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF limepokea barua malalamiko kutoka Simba Sports Club kuhusu changamoto zilizojitokeza kabla ya mechi ya ligi kuu NBC dhidi ya Yanga. Tumechukua hatua za haraka kufanya uchunguzi wa tukio hilo. Pamoja na hayo tunapenda kuwajulisha kwamba kwa mujibu wa kanuni ya kumi na tano kumi ya kanuni za ligi kuu bara, timu yoyote inayoshiriki ligi kuu ina wajibu wa kushiriki michezo yote iliyoratibiwa na kuandaliwa na TFF bila kukosa, isipokuwa kutakuwepo na sababu maalum zilizoidhinishwa rasmi na shirikisho. Aidha, kukosa kushiriki mchezo husika kunaweza kupelekea adhabu ya kulingana na kanuni ya kumi na sita moja inayohusu maamuzi zaidi ya timu zisizo ratiba za ligi. Pia kwa mujibu wa kanuni ya 1745 inayotaja kati ya kufanya mazoezi uwanjani Tunahakikisha masuala haya yanafuatiliwa kwa kina na hatua za kinidhamu zitachukuliwa dhidi ya wahusika wa uvunjaji wa, wa kanuni hizo. Hivyo basi, kwa kufuata kanuni za shirikisho tunaangazia kuendelea na mchezo kama ilivyopangwa ili kuheshimu ratiba ya ligi kuu ya NBC na kuzingatia maslahi ya mashabiki wadhamini na ligi kwa ujumla. Malalamiko kuhusu changamoto zilizojitokeza yatafanyiwa kazi kwa wakati unaofaa. TFF inaendelea kujitahidi kwa kikamilifu ligi inaendeshwa kwa haki na uwazi kwa kuzingatia kanuni zilizopo. Tunasihi mshirikiane kwa dhati ili tuhakikishe mchezo huu umechezwa kwa amani na kufanikisha ligi bora zaidi.